Hivi sasa kumekithiri kwenye mitandao hizi zama za kutetea haki za binadamu. Ati ati wataka kwenda kutetea siasa ya Tanzania. Mi nataka kuuliza kama Mkenya na mimi si wao, wajiona wana haki kuingilia nchi za nje, nchi za watu mimi nataka kuwauliza wao, kama mimi Mkenya, kuna haki gani waliwehe kuitetea hapa Kenya ikapatikana? Yeo sisi twadhulumiwa na maskuli, twapiga kelele kila siku skuli za tudhulumu. Ni haki yetu, si haki yetu kudai? Katiba yasema, idara ya serikali yoyote yafaa kuanza saa ngapi? Jibu Shaiba iko shule wanza saa mbili, ni dhulma si dhulma? Wako wapi hao watu wa haki uh, wa kutetea haki za kibinadamu? Au hii si haki? Hii madrasa zimekuwa hazina nafasi ya kusomesha watoto, watukuliwa tuition na waziri alitangaza hairuhusiwi tuition. Wako wapi wenye haki za kibinadamu? Waona la kusema, mambo ya Tanzania tu yawahusu nini nini Mwatakiani? Mbona sisi tukifanya uchaguzi hapa, siasa zetu tuwatia wao wenyewe, tukakorogana tukatiana marungu, kwani tuka, kenya kuaika damu walitoka Tanzania wakaja hapa? Umbelembele huu wanni wao wale haziwaruhusu wao. Wametutetea lipi hapa Kenya? siwatutetee sisi, hizo haki za binadamu sisi, yeo waamu mpaka yeye huwezi kusafiri wewe usiku kwenda hapo, waweza wewe? Utaona majumbali usiku waweza? Kwa nini wao sitetee tukapata usalama, watutetee tupate na usalama? Kwani hatufai kutetewa usalama? Huwezi kupatikana, mbona Garisa watu usafiri, mtu toka Garisa siku zote akasafiri, ila tu hili la skuli ulisikia wewe haki za binadamu wakatetea hatuna haki sisi, madarasa zetu zikapewa nafasi, zijana huingia saa kumi na mbili mpaka kumi na mbili. Ni kweli si kweli? Mpaka leo sisi tukitaka vitambulisho tuenda vetting. Mi ni wape kubwa zaidi hawa haki za binadamu ni wape kubwa zaidi. Kuna rafiki yangu alidhulumiwa na mbunge, nikaenda kwao, wao wao, hawa haki za binadamu hawa mpaka yo wameshindwa kunitetea tena. Kesi haina hata dharubu. Kesi yenyewe ni mtu amefoji, ameandika, ameadaiwa milioni sita, akatoa cheki zote unsufficient fund. Hela hiyo ni kesi ni kesi, ina, ina, ina walakin kesi sasa zaidi ya miaka 12 nikienda kwa hawa, hawa haki za kibinadamu wanene, kweli ni binadamu gani wataka kumtetea? Wasiiti atakutetea binadamu, wanene wanachuki na ule mama Hili ndio leo ukweli, hawana haki hata moya waiteteao. Mimi mwenyewe binafsi nilikwenda nikawapelekea makaratasi, huyu amefoji ame ati ana power of attorney, mbunge huyo, wakili akipigiwa simu mimi sijui huyu, cheki zime bounce cheki kumi na moja milioni sita, hebu cheki kubounce wewe, sini, sini uwizi wa nini? ona ni mada kesi hiyo, sharia yasema ni mada kesi mpaka leo, na faili ziko kwao, hawajatutetea. Mimi mtu wa kwao, mimi mtu wa Mombasa, wameshindwa kuni kunitetea, kushinda kule mingefurahi, wangetiwa ndani, wange wangeshika adabu. Waarabu kwambia, man dakhala ma la ya'nihi laqiya ma la yurdhihi, la, la tadkhul bayna al-basalati wa qishriha usiingilie kati baina ya kitunguu na maganda yake. Wapi wenyewe? Na Waswahili walisema kitambo, pilipili usoila ya kuashiani. Sisi hapa tumefanya uchaguzi kuliruka marungu, waliuwawa wakubwa wale, wakufotisha nkula nani ABC, wakakatwa mikono. Haki za binadamu haziko, walifanya nini? Mbona hawakutetea hapa kwao wanene wanene lile walonalo, lakini sikutetea haki za binadamu, na wasitutie katika matatizo kwa ina la uhaki ya binadamu. Si haki ya binadamu, kule ni kuingilia mipaka ya watu. Lazima tunene kweli, maanake leo ukiingia mitandani, mitandaoni imekuwa Kenya na Tanzania, watu fanya nini, hupanana ati mnyi wa Tanzania mumewasha moto. Ah, ah wakiwa wa, ni wao tu haki wa, za binadamu. Wananchi sote tuketizie bukheri 50 haituhusu. Uchaguzi wao si twawaombea Mungu ajalie upite bardan wasalama. Mtu ametoa maneno ya ufidhuli, mtu ametoa maneno, wewe ataka kukataza, wewe umepewa kila kiegezo, hukutaka wataka, utaka wewe, kisha nyiwi atakwenda kumtetea ati, ati humrejesha jaji mkubwa hapa ho jaji mkubwa hapa kwenye uchaguzi alifanya nini? Ni vituo zingapi huku kwetu zilifanyiwa sampuli sampuli, walifanya nini? Hakuna lolote walilofanya, wasitutie kwenye balaa. Na ni muhimu viongozi wa dini tusimame kuonesha kwamba hawa hawa viongozi wa haki za binadamu wataka kutuingiza Wakenya, sisi hatuko na wao. Hili ni la Watanzania. Sisi ni kuwaombea Mungu. Kama wakati wa uchaguzi wetu wao walituombea Mungu, basi khalas, naende atakavyokuwa Mungu. Awape usalama, achaguliwe atakaye kuchaguliwa. Mwenyezi Mungu ajalie ule mwenye kheri ajalie, apite ule mwenye nia nzuri. Lakini wewe umetoka zishindo, nawataka kulazimisha nchi ya watu, ati tutakushtaki We ulimwona Mwafrika gani akashitakiwa kwenye, atutashitakiwa kwa mahakama ya Kiafrika? We <laughs> nishinda kwenu, we utakwenda kushinda nde kwenu. Mimi waniambie, yambo gani moya wametetea kama haki ya kibiniadamu moya tu, waliseme. Kulikuwa na kadhaa sisi tukenda mbio, mpaka mi nimewambia, nawapa mfano uliokuwa hai. Skuli hizi zatunyanyasa kweli, kweli. Mbona hawasimami kama haki za kibinadamu wakatupa haki zetu? Vijana wakawa hawaraushi. Vijana hutoka kwenye majumba, nyoka hayarudi kwenye tundu. Nyoka bado yuko ndiani. Wewe hamuinuki nini alfajiri mkaona watoto asubuhi wanaamsha? Ni haki ile. Wako wapi wa haki za binadamu? Kama kweli wanatetea haki za kibinadamu. Au haya mambo tufanywe sisi hapo. Kila siku gari zisimame watu washuke kwenye mabegi kila siku. Na hujajaliwa kusikia kuna watu wameshikwa na na bunduki, kama ni bangi, na wapi? Hazivunwi hazitengezwi kutoka Kisumu? Wewe umeona basi kutoka Nairobi ikasimamishwa huko Kisumu, ikasimamishwa kutafuta bangi. Ina la bangi huko kwetu, itoa Kisumu hiyo. Na siku hizi kuna Ethiopia, kutoka Ethiopia, yani anaenda kuchunguzwa barabara ya. Mbona hawatetei warongo na nyuma wana kijongo? Kwa nini sisi atufai kutetewa? Wanawake siku zote tena husimamishwa gari kwenye yua, Bwana Hamadi, kweli si kweli? Tukasimamishwa gari kwenye yua, bwana wateremke wateremke, watu wote wateremke, mkangoje gari kule. Tuna dhambi gani sisi, tuna makosa gani? Kama mkututetea tuteteeni hilo au sisi hatuwahusu, ya wahusu ya, ya, ya, ya ule al, alokuwa al, alo fidhuli akatukana watu kule Tanzania Si, warongo jamani nini? Wana lao walizungumze. Wala asituteteshe sisi na Watanzania, tumeketi kwa amani sisi wa Tanzania, tumeketi kwa upendo sisi na siasa ya Tanzania ya Tanzania watu wenyewe, siasa ya Kenya sisi watu wenyewe, watu wenyewe hapa, watu hapa wakati wa siasa Kenya wengi ukimbia wakati wa siasa wa angaliani wa Kenya wengi boda, wapi? Watanzania, hawai huku, wa wa uvuka wapi? Tanzania hawai wewe siasa huku ushaona wakati wa siasa wa Tanzania kujazao huku. Oh, wenye siasa yao nda wenyewe wa, wa bardan wa salamu. Lakini mambo tunayo sisi hapa na kila siku, kuna uchaguzi mdogo tu kumetiana marungu, dhulma zimejaa huku, dhulma zimejaa mpaka kwenye maofisi yao, dhulma zimejaa na tukae tuchambuane. ndaukiwa kwenye, kwenye nyumba ya zio simrushie wako mawe k kwenye nyumba ziotausha mawe akikurushia zio. Kwa hiyo sisi twalani hichi kitendo cha kuja kuingilia uchaguzi wa watu na kuingilia sheria za watu na nchi za watu ati kwa madai ya hawana haki, hawa haki yoyote hawana ni warongo na nyuma wanazijongo. Wabunge wangapi hapa Kenya huvulumu? Mbona hawatetei na wazijua wao dhulma? Magavana wangapi wamedhulumu hapa? Wasitupe kutaka kunena, si wangetetea mwanzo watu wa Kenya, sisi wenyewe tu Kenya, tukapata zile haki zetu za msingi. Tumewahi kuzipata? Hatuna atanda kutetea huko, wataka mkafungwe. Mimi nitakaendao asema sijui nimekuja mtafanya nini? Ungila nchi za watu wale, wana katiba yao. Kama sisi huku tuna e, e, uhuru wa kuzungumza, unahitaji freedom of speech. Si Tanzania kule hakuna, hutolenea utakalo wala hutojifanyia utakalo. Kwamba wewe ulikuwa jaji mkubwa hapa Kenya ulikuwa, sasa sahau ya kutetewa tele. Kama kweli nyinyi mna wasimamia haki za ubinadamu hela simamani hapa hapa hapa hapa, hapa, hapa, hapa, hapa Mombasa watu wapate haki zao za kibinadamu. Ni Mombasa yenye haki za kibinadamu, watu nyanyaswa, watu dhulumiwa, polisi utumia mikono sharia mikononi mwao wao. Mbona mwenye kipanga utumia sharia mikononi wow. mwake hamtukulii naye haki ule alopijwa kipanga hana haki, atumia ukipanga. akipijwa yeye ndonyima takahzausher na usikitika kwamba waislamu hawamchi hata Mungu. Mwekeni Mungu mbele jamanini. Musidai tu, msipeko na hizo katiba zenu. Angalia na Mungu kweni, na idilu huwa aqrabu littaqwa. Tumwogopeni Mungu jamanini. Tanzania hakuna mawakili mpaka watoke Kenya? Tanzania hakuna watu wa, wa kunena wa, wa mpaka watoke Kenya? Mtaka kwenda kutilia utesi tu. Tumeketi kwa raha mustarehe. Na wewe ndio kisha unazungumza hapa ni ate nene. Basi wa wate na kazi yao na si kazi yetu kuambia. Wala si kazi yao mimi nakwambia, kazi yao mimi kazi yao ni waangalie Kenya. Nyinyi mmeshindwa. Wewe kiwa umeshindwa kwako, utaweza kwa wenzako? Si tengeza lako. Mtu mwanzo huanza kutengeza la, la, la wapi la kwake. Mimi nimekupa mfano. Mimi nimeenda mimi ofisi yao, na wao wanene ni urongo. Nimekwenda mimi ofisi yao na mafaili, kila kitu, hawakufanya lolote. Mbunge ametukua title deed ya ardhi akasema ni amepewa power of of attorney, akatuuzia kisha imethibiti ni urongo, akatwambia basi tuyamalize vivyo, akatupa cheki kumi, cheki 11 na nazo mpaka leo nimewapekea wao zote zimebauza. Hiyo nini yaitwa katika kesi? Mada kesi, kama hujui. Kama mateteaji ya haki si wangenitetea? So hiyo ninao mpaka leo e, huko huzengelea nafasi niwape wa. Ni ukweli, kama wao mateteaji ya haki, mimi mwana wa Mombasa, wangetetea. Wangetetea hazingetetea mshinda kwenu, waache watiwe ndani hayao. Tena uomba serikali ya Tanzania aingiyao tia ndani, kisha mwangalie Fanya matezo nyinyi, waona kila serikali yenu yeye mtafanya mtakalo. Hapa Kenya mtaketi mkitukanana tu. Huyu mtukana huyu, huyu mtukana. Lakini ni urongo, hawa si watetezi wa haki ya kibinadamu, wanalo watuelezee, ukweli ni lipi. Lakini kama mkutetea haki, hata hapa watele walodhulumiwa. Watele wadhulumiwa leo na usiku, mtana na usiku tadhulumiwa. Sasa tuoni kuwatetea. Kesi kadhaa kadhaa, watu wadhulumiwa. Hakumuoni, humuoni mtu kutetea Yaani yondo imewakera, atikosesha mtu haki ukosesha nini? Alivyoingilia watu kuambia maneno yatakayo usikukosa haki huko. Mwenyezi Mungu atawapa uchugu, uchugu, uchugu, uchaguzi wa salama. Ila na mimi natoa, na kama wao wana haki kuzungumza kwa wa Kenya, na mimi na haki, ni Mkenya halisi. Sina walaki, nina Ukenya wangu. Hatuko tayari kwa zitendo walofa, matangazo wanaotangaza haki za kibinadamu wala alokwenda kuyafanya madhakarua wala sijui nani, ha wametuuza wa madhakarua, ndio walituuza sisi wakati Kibaki msahau. Ni kama alikuwa na haki kweli, angesimama pale wakili mzimae yeye, ndio alotutia sisi chochakiki. Msitupe kunena, msitone hatuko kwenye siasa, mkaona hatuisi siasa, hatutaki tukungia, taona ni uwanja wa fujo hauna maana lakini tukitaka kumchambua mmoja baada mmoja, watu watashangaa, mbona we husimamii? Mi husimama kwenye swala tu, lakini siasa twaijua vizuri, kwa sababu ukisoma dini, kwa sababu Mtume alifaulu kwenye siasa. Hakuna siasa nzuri kama aliyotumia siasa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.